Katika Yohana 20:17 Yesu alikuwa akiwakuta wanafunzi, anawaambia amani iwe kwenu. Maana yake alikuwa anawatakia watu amani salama. Bila amani hakuna lolote linaloweza likufanyika. Bila amani hakuna ibada, bila amani dunia hakuna, bila ima, amani hakuna kuzaa watoto bila amani hakuna kila kitu. Amani ndio inayosababisha mambo haya yote kuwepo. Katika miji niliyowahi kutembelea, ukiangalia miji ya Kongo na sehemu nyingine, machafuko hyo anachukua mpaka miaka miwili mitatu. Hatari inayekuwepo pale inayosababishwa na uvunjifu wa amani ni kubwa sana. Kwa hiyo, mimi nachotaka kuombeni hasa vijana vijana wa elfu mbili kuja juu, nataka nikuombeni, amani ni kitu muhimu sana. Bila amani, sisi mashehe wenu tusingefika hapa. Kuna sehemu nilikwenda Kongo, nikaambiwa niswalishe, ilipigwa bomu, nilitoa salamu hata sijasujudu bado. Kwa hiyo amani inapochafuka, maana yake Wakristo hawaswali, Waislamu hawaswali na watu wa madhehebu mwingine hawawezi kuswali.